Anaitwa Elasto Timoth, ni mtaalamu wa maabara anatokea hospitali ya rufaa ya Kanda ya Mbeya. Ninafanya kazi kwenye kitengo cha microbiology and immunology au wengine wanaweza akasema microbiology kwa Kiswahili. Nikukaribishe kwenye maadhimisho ya wiki ya wataalamu wa maabara. Maadhimisho haya yatafanyika kwenye viunga vya hospitali ya Kanda ya rufaa ya Mbeya kuanzia tarehe 28 mpaka tarehe 2. Tutakuwa tunaanza kila siku saa mbili tunahitimisha tunahitimisha kila siku saa kumi na moja. Nikukaribishe kwenye wiki hii kwani ni wiki ambayo tunaadhimisha na kukumbuka mchango wa wataalamu wa maabara kwenye sekta ya afya. Kumbuka watu, ni watu ambao wanapima magonjwa mbalimbali na kutoa majibu kwa kusaidia kumsaidia daktari ili kuweza kutoa tiba ambayo imekamilika kwa mgonjwa. Na wiki hii ya maabara tutakuwa na vipimo mbalimbali mbali, na huduma mbalimbali. Mmoja mbali mbali ya vipimo ambavyo tutavifanya tutakuwa tunapima virusi vya ukimwi. Lakini vile vile tutakuwa tunapima homa ya ini kwa maana ya homa ya ini B na C. Lakini vile vile kwenye wiki hii hii tutakuwa tunapima uwiano wa urefu na uzito kwa maana ya BMI kwa ajili ya kujua uh, wa uwiano wa urefu na uzito ili kujua afya yako na uone ni kipi ambacho unatakiwa uh, una kwa hicho. Lakini vile vile kupitia wiki hii pia tutakuwa tunapima kundi la damu, kwa maana ya kwamba kuna watu ambao wanakuwa wanauliza kundi langu la damu, kundi langu la damu. Kupitia wiki hii tutakuwa na muda mzuri wa kupima kundi la damu wiki hii. Tutakuwa pia na tunatoa elimu usugu wa vimelea, ambao usugu wa vimelea dhidi ya dawa una, unatokana una na sababu mbalimbali, ikiwemo ile ya watu kutumia dawa bila kumaliza dozi, lakini vile vile ikiwemo watu wengine wamekuwa wakitumia dawa za watu wengine au kutumia dawa bila maelekezo ya daktari. Kwa hiyo tutakuwa tunatoa hiyo elimu pia, lakini vile vile tutakuwa tunatoa elimu ya ya huduma zote ambazo zinafanyika hapa hospitalini kwetu. Kwa ni kukaribisha ni kukaribishe sana. Usikia hapo taarifa hii, ningeomba basi umpatie taarifa na mtu mwingine ambaye ni rafiki yako, ni jirani yako, ni mama nyumbani, ni baba nyumbani, waambie wiki ijayo tunakutana hospitali ya Kanda ya Rufaa ya Mbeya kwa ajili ya matibabu. Matibabu. Matibabu yote haya na vipimo vyote hivi ambavyo unaviona vyote vitatolewa bure wiki hiyo. Kumbuka ni Jumatatu mpaka Ijumaa. Karibuni sana. Karibuni sana majina, naitwa Rumuli Mwakanjuki, ni mtaalamu maabara, ninatokea hospitali ya rufaa kanda Mbeya, ninafanya kazi kitengo cha damu salama. Tuko na maadhimisho ya wiki ya wataalamu wa maabara duniani, lakini kwetu tutaifanya tarehe 28 mpaka tarehe mbili, na itafanyika kwenye mazingira ya hospitali yetu, kwenye viunga vya hospitali yetu ya rufaa. Leo ninataka nikualike, tutakuwa na zoezi la uchangiaji damu katika hiyo wiki, na vigezo ni vidogo tu. Ukiwa na umri kuanzia miaka 18 kwenda juu, lakini pia ukawa na uzito wa kilo 50, una kualify kuchangia na kama hauna madhara yoyote kwenye damu yako. Lakini pia pamoja na hayo, tutakuwa na ushauri kwa magonjwa mbalimbali ambayo umeelezewa kwamba tutayapima utapata wataalamu ambao watakushauri namna ya kujikinga na kama una maambukizi hayo, namna ya kupambana na madhara yatokanayo na huo ugonjwa. Kwa hiyo nikukaribishe sana, usikose mwambie na jirani yako, na ukisikia habari hizi usijamazi nazo peke yako. Karibu sana.